Hey, skieni madoba mm -hmm. Hebu skieni doba kwanza, hebu tuende. Ai, wase wase, acha nikunywa maji a, maji hapana, si leo. Walai. Pari after pari unaona vitatufuata mbio.

Acha niwaonyeshe barabara. Ah ah si awe kuja. Wewe ananiche, wewe ananichenga huyu. Wewe anataka kunichapa. Ah ndio yana nikimbisha tena pana eh, push push, uje tutembee na yeye. Acha nitembee peke yangu mimi. Mtu asiniambie. Kwanza, uko na nia na mimi wewe, kijana, acha nikutoroke. Eh, kijana, acha nikutoroke, acha niingie huku ndani kwanza. Push push. Hebu pus, acha na mimi kama niruke. Nitaruka. Hebu acha na mimi kama niruke. Pus pus. Hebu twende ntaruka, nitaruka. Ah, umenisaidia sana sitaruka. Wacha nicheze e, wacha nikuje, si uniogoje ah, wase wase, si mtu wangoje bana no, jama amenafunya mlango wenyewe.

Hebu achana na mimi wewe, tutembee na huyu jamaa. Achana nao hao, nenda kupiga pusi ya nini? Achana na pusi tembea. Ah, wasi wewe ananigonga, ananigonga. Wai, wai. Ui. Ai ai ai ai. Ai ai. Acha acha acha acha. Ako na nia na mimi, acha nijifiche. Eh, uko ni kwa giza hadi atu atuonekane. Eh, bana, atujupa lipusi mimi. Wewe, tumpite huyo wewe, tumpite huyo tumpite wewe, aeni <laughs> kanyanga mgongo. Umeona hiyo aya, ati kiumbe cha ajabu ni gani eh bana? Tuko kwa giza sindio? Karibu ikanyange mgongo Wasee najua mnapika nyama kwa nyumba. Sasa lazima mnipee. Tumekuacha wasee, niacheni hapa, mimi niko fiti. Haya we bye basi. Ati oh, mnaacha nani? Mimi siachi kaji, acha nipite kwanza. Huyu ako na nia na mimi, acha niende mbele yenyu kwanza. Ee, twende hey! Wase, wase, msinyacha na msio kunyuma. Asa tuende tukatembee na huku S class, S class. Jana my pet amepotea njia